Trauma bond ni tatizo la kisaikolojia ambapo mtoto anajishikamanisha na wazazi wake kwa mfumo wa wasiwasi uliopitiliza. Maisha yake yanaendeshwa kwa wasiwasi uliotengenezwa na wazazi wake kutokana na mfumo wa malezi aliyolelewa. Kwa hivyo anaishi maisha yake yote akiwa na wasiwasi mwingi, anaishi maisha yake yote akiwa ana uh, uh, tabia ya kuwafurahisha watu anaishi maisha yake yote akiwa ya mtu ambaye ni mnyonge, mtu ambaye anaamini kwa ya kwamba yeye ni sawa akinyanyasika akinyanyaswa, mtu ambaye anaona ni sawa yeye akiumizwa, kwa sababu wazazi wake walishatengenezea hiyo kwake kwamba wewe umia kwa ajili ya kutufurahisha sisi. Hii inatokana na the fact ya kwamba wazazi wengi wanataka watoto wao wawe the best, lakini kwa ajili ya furaha yao wao wazazi, yaani, mtoto akiwa best, wewe unafurahia inakusaidia kujiona kwamba umefanya vyema. Usichojua ni kwamba unapomkondisheni mtoto wako kwamba awe the best for you, kwa ajili ya furaha yako, unamtengenezea trauma bond. Mtoto anatakiwa awe the best, sio kwa ajili yako, anatakiwa awe the best kwa sababu ulimwengu unahitaji best people, not because you want him or her to be the best. Kwa hiyo inatakiwa iwe the best according to the world, not the best according to you na kwa hiyo mtoto wako ana, anaanza kujitengenezea ka ulimwengu kadogo sana kwamba for as long baba yuko happy, for as long mama yuko happy nimemaliza. Yani huo ndio ulimwengu wa mtoto, kwamba mimi jukumu langu ni kuhakikisha baba anafurahi na mama anafurahi. Well, atakufurahisha akiwa darasa la kwanza mpaka la saba atakufurahisha akiwa form one form four baadaye atagundua ya kwamba haya maisha ulimwengu wa baba na mama ni mwengu mdogo sana na pengine baba na mama wenyewe wameshazeeka pengine baba na mama wenyewe wameshakufa hawapo duniani anaanza kufiga ku out sasa ninaishije kwa sababu waliokuwa wananipa motisha na hamasa ya kufanya ni baba zangu, baba babaangu na mama yangu ambao nao pia I lived all my life niliishi maisha yangu yote kwa kuwafurahisha wao Ukweli ni kwamba huhitaji kufurahishwa na mtoto wako, anahitaji kuishi maisha yake. So whether amefanya vizuri kwenye masomo, amekuwa na tabia njema, amesafisha chumba chake, ameoga, sio kwa ajili yako wewe mzazi ni kwa ajili yake yeye mwenyewe, ni kwa ajili ya ustawi wake yeye mwenyewe, ni kwa ajili ya maisha yake yeye mwenyewe, na that is the psychology ambao mzazi unatakiwa kumpandikizia mtoto kwamba hey, this is not about us. Hii sio kwa ajili ya sisi wazazi, bali ni kwa ajili yako wewe. Na kwa sababu ni kwa ajili yake yeye, kwa nini unamwonea huruma? kwa nini inafika wakati you are very sensitive with makosa madogo madogo anayoyafanya? Kwa nini usimwandae kwa ajili ya kukabiliana na ulimwengu wake halisi anaoenda kua? Sasa shida inakuwa kwa sababu wazazi tuna hiyo mentality ya wa kwamba watoto lazima wanifurahishe mimi, tunawabemenda hawa watoto na kuwafanya wawe watumwa wetu. Tusichojua, watoto wako wakiwa watumwa wako, wewe utakuja kuwa mtumwa wao in the near future. Kanuni ya, ya, ya ya, ya personal development ina suggest ya kwamba kama wewe unataka kuwa mtu huru, hakikisha waliokuzunguka wote unawa set free. Ukiwafungua waliokuzunguka wakawa huru, we utakuwa huru. Ukiwafunga ukawafanya watumwa wako, baada ya muda, kwa sababu maisha yao hayawezi kwenda bila wewe, wewe unageuka kuwa mtumwa wao. Hii inawatesa wazazi wa kijisi ya mwili, na wazazi hata wa kiroho huu pengine ujumbe uwafikie mpaka wachungaji. Kuna wachungaji ambao wana hii desturi, unawakusanya watu, unawabemenda, unawafanya wajione kana kwamba wewe ndio kila kitu. Unakusanya kundi la watu 500 hapo 1000 2000 Yesu, unawafundisha wanaamini kwamba wewe ndio the only person who can, you can deliver them, thank you, wamekuwa watumwa wako. Simu za saa nane usiku, simu za saa tisa usiku, simu za saa 11, message za nane na nene. Baada ya muda kundi la watu 5000 wote, they cannot move on, they cannot go out there, wewe ndio kila kitu kwao. Halafu unajikuta umri umeenda, nguvu zimepungua, frustration zimekuwa nyingi, majukumu ni mengi, halafu uwezi kubreak that cycle. Unakuwa wewe pia unasuffer the consequence of making them your slave. Haiwezekani ukanifanya mimi mtumwa wako, afu we siwe mtumwa wangu. Haiwezekani, haiwezekani, it doesn't work. Ndio maana hata Yesu mwenyewe alichokuwa nakifanya alikuwa na anawapush mitume wake wajisimamie. Mpaka lini mi nitaendelea kuwafundisha nyie, kizazi cha nyoka? Mpaka lini mtaendelea kukosa imani? Mpaka lini mtashindwa kukemea pepo? Mpaka lini? He was trying to push them kwamba, hey, msinisonge, grow up, go baadaye ataanza kuwambia, akawatuma wawili wawili kwenda kwenye vijiji na miji ambao alitaka nawe kwenda. Wakati mwingine, baadaye akawambia, go there for change the world. Baadaye akajikusanya Yerusalemu, akawasamaratisha why? Hamwezi ukakaa vikundi vikundi hapo mmeshikamana shikamana, alafu wewe ukazani kwamba utakuwa salama. Mzazi unayenisikiliza, ukiwazuia watoto wako kukua, kuongezeka, kujitegemea, kujipambania, wakawa huru wewe utageuka mtumwa wao. Pale ambapo wataanza kutumia madawa ya kulevya, wapo hapo nyumbani, kazi hawana, wapo hapo nyumbani, hela hawana, wapo hapo nyumbani, ndoa zao zinasumbua, kila siku vikao, sijui familia zao zinasumbua, kila siku unaitwa vikao, mara wako sijui wamekamata sijui wamefanya tukio gani, polisi upo, mara sijui wapi, soba hausi upo. Mara wakifikia hapo then utakumbuka maneno ya Deo aliokuwa anayasema kwamba huu mzigo niliokuwa na uentertain wakati mtoto na miaka mitatu, miaka minne, miaka mitano kumi, naona it's fine kukimbizana naye nikawa naona it's fine. Alipofika miaka ishirini na saba akageuka kuwa mwiba kwangu. Kwa nini? Hawezi kumove on, hawezi kuwa baba, hawezi kuwa mume, hawezi kujisimamia. Matokeo yake akaanza kukuombea ufe arithi hizo mali Ataanza kuiba vitu vya ubomo ndani, then wewe uliokuwa unamfanya mtoto wako awe mtumwa wako, kukufurahisha kwamba yeye anakuletea wewe matokeo mazuri, unafurahi unaona ni sawa. Sasa huyo mtoto kakugeuza wewe, umekuwa mtumwa wako. The truth of the matter is, ukifanikiwa kumuharibu mwanao huyo, mwanao ataanza kukuharibu baada ya muda fulani.